Choka injili na nimepiga injili, nimepiga huko nje. Si lazima ni bisha, unabisha kwako, si ndio? Si lazima umetoka wapi? Natoka si kupiga injili. Injili unapigapiga kila saa, hiyo injili imekusaidia na nini? Lazima upigepige injili. Imekusaidia na nini? Kwanza nisalimie, unanikusalimia nini? Si umeenda kuombea nani? Kuombea wanawake ndio unafanya. Ngio ndio kazi unafanyanga mzuri sana. Wanawake aje? Ah, wewe usiniongeleshe kaa huko. Ni mm. Nini umeleta sasa na hiyo injili yako? Nini umeleta. Ume ha. Ume <laughs> ni, si mimi ndio nimejileta. Umejileta aje? Furahia saa hizi nikafika? Umefika nini? Eh. Kila saa tini. Nimeitwa nimehubiria sijui nani? Nimeitwa nimehubiria. Wewe sio ndio unahubiria, wewe ndio pastor peke yake. Si mimi ni apostle. Eh, sasa wewe ndio apostle. Sasa wewe ndio unajulikana, mtu mzima ni wewe tu. Hapana, si hivyo. Unajua injili ni penye nimeshikilia injili hapo ikue, na sambaza injili kila mahali na bibi yako. Na simu kukuambia nikuombea kila saa. Lakini nimeitwa niombe mtu, nimeitwa nisijifanye nini? Kwani tafunga hivo kila siku sasa, nimefanya nini mke wangu? Mke wako ni nini wewe, usiniite. Kaa chini. Kwani wewe ni CID? Kaa chini. Simama aje unaendeleaje? Sijaendelea mzuri. Kwapi chakula hata tujakula ati umeenda kuhubiria watu injili, ngala hivo utakula hiyo word. Haya, utakula ya shiba yeah. nayo shiba nayo <laughs> kutoka asubuhi hata tujakula kitu ati umeenda kuhubiria watu. Ni pesa sadaka. Ni pesa sadaka. So, unataka tu sadaka, utaki sadaka tukule, tuko lazima, lazima, lazima, unaona injili, injili lazima kwanza tuhubiri kwanza, tukishahubiri injili mm, siku moja vitu zitakuwa tu walikuu wamekuwa wapi? nikiwa njaa wakinajua eh, tena na mimi niko na mke mmoja anasumbua, na yeye nasumbua aje? mimi utaniweka na njaa, tunaenda kuhubiria watu, na si, si ne, neno lazima iendelee, injili lazima iendelee na si uwe na time ya neno na ukuwe na time ya bibi yako na ukuwe na time ya kutafuta kazi? kwani si anga time yako unaanga si mm, time yako na nasumbua tu, uliamuka na hata siku juu umeenda aje? mm nilikuwa nimeenda kwa mama Karemi huko. Alikuwa anataka amekupa nini mama Karemi? Ah, nilikuwa nimeenda kwa mama Karemi, mtoto alikuwa mgonjwa huko. No, umemwambia amepona? Nimemuombea amepona, hajapona lakini imani ya Mungu itamfanya apone. Oh, oh that's nice. Sasa yeah. sadaka iko, amekupa hata kitu mama Karemi? Mama Karemi, ulianza kumwambia lini ile, siku? Kila siku nilikuwa nasikia mama Karemi, utaenda kwa mama Karemi, ulipigiwa simu mama Karemi, amesema sijui ni watu wao mama wewe uko na afya na huyo mama. Na afya. Na wewe huyo mama hebu siku moja niende nione kwake. Na kupeleka shule. Nipeleke huyo mtoto kwanza atufia na jamani ni mtoto wako. Labda ni mtoto wako. Acha kunipea stress. Ni mtoto wako. Mtoto wangu aje. Najua kila saa Karemi, Karemi, Karemi. Eh, hapana, mimi nashuku. Aona. Ninaenda tu kumuombea. Unaomba nini? Mtoto ni mgonjwa. Hata mimi ni mgonjwa, mbona hujaniombea? Uliniambia wewe ni mgonjwa nini? Nikwambia. Wewe mbona wewe ni mgonjwa? Unafaa uone siku naishi na mimi hapa. Unauone. Sasa mimi mimi nijue tu sasa ni mgonjwa. Ay, tu. Yesu apostola anajua ngamaju. Eh. Sasa apostola <laughs> hey, hey, anajua aje. Mimi mi, wewe ndio unafonia mimi ni mgonjwa. Ayao watu wagonjwa na waombeanga. Sio, na napigiwanga simu maybe unaona na, na unajua ni mgonjwa gani uko nayo. Si lazima na niombe; nikiomba Ay, munde. Ayao ume pia mimi ujua ugonjwa gani uko nayo. Kama ni anjiani pe pesa nimecha kula. Kama niko nipee dawa, acha kunifanyia hivyo. Unajua mimi venye nakupenda unipendi, unipendi. Mm. Juu kama kama si Injili, Injili naona. Lazima Injili, lazima Injili, Injili. Mambo Injili, Injili, mm. Injili, Injili, ya tusukume Injili. Acha nikuambie Mungu anasaidia mtu anajisaidia. Huwezi sema tunaomba Mungu, naomba na ufanyi kazi na utapata aje pesa? Mtu anajisaidia. Kwa nini mimi sijisaidii? Unajisaidia aje? We, unajua vile nimetoka kutoka asubuhi, niko na njaa, nashindwa nifanye nini? Ningefaa niende niafulie watu na nikaona, e, mama hatajaniita nisiende kwake saa hii, hata mvua ndio iko kunyesha. Utatoka utafute pesa wapi? Kuwa na imani bila faith ni bure. Ati faith without action. Action. Basi. Umegundua. Sasa ndio apostle. Kumbe wewe ni apostle kweli. Ay, that's nice, that's nice. Ay, tuko nje sasa tutafanya aje? Tunakula nini? Hakuna kitu ya kukula. Hakuna hata gasi imeisha. Kila kitu hakuna. Ah, ah. Usijishike hivyo kichwa. Gani? Sasa hapa kuna si ulete chakula. Hauna pesa, wewe ni apostle, hauna sadaka, wewe unafanya nini kwa maisha? Mimi <laughs> hata <laughs> ni, ni unanifanya una, una, hata ninachoka na wewe. Unachoka, si uchoke basi uende, enda. Enda, nimeshazoea hata kwa njia enda. Kukanjia, enda. Wale unanifanya nachoka na wewe. Ni same tu kama uyuko, uko uyuko. Sasa sikuaje, sikuaje. Mimi si jana si mimi ndo nimeleta chakula kwa. Mbona hizi makelele zako hizi ndo zinafanya ngadi mtu anaenda hizi. Aenda aenda songa hmm, songa songa songa. Sasa songa. Ni songe nienda wapi? Ni, nitoke hmm, kwangu. Si kwa kwangu ni kuachie, ni kuachie hapa yes, kwangu. Sasa obvious unataka kuenda. Sema tu uende. Si atie ni kuachie. Unataka kuenda, baba. Nenda wapi? Naenda na wapi? Unaenda so, huko kwa mama. Mbona huko ni yoro? Mbona huko ni yoro? Roho gani? Yoro yako. Mbona huko hmm, nayo? Roho gani?

Na mimi napiga injili tu huko ni na mchekesha tu na injili yako sure. Na mchekesha juu, injili ukienda huko obvious umepikiwa cha. Apostle karibu. Wako huko nyuma bibi yako akubilia chakula. Hata nimekaa nje. Hata ushughuliki sungebeba hata tatamu sikuje naye basi. Eh, Apostle, si Apostle huwezi wacha sungebeba. Unanikosea sana. Unanikosea aje? Unanikosea sana. Unanikosea hiyo cha kunipointa Apostle na pointing mtu. Si wewe unanifanya mpaka na kupoint juu na nikosea. Nae nitaambia watu Apostle napiganga hadi bibi yake. Yeah. Sasa utaamiaje watu unanichapanga? Na kuchapanga saa ngapi? Nishakuchapa je? Tu? Tu. Ama ni wewe tu ndio uko na mavituko hizi mavituko zako zitakupeleka mahali. Nimekuambia tu, kuwe na imani, watu wa Mungu si maskini. Mbona una nieka masikini? Mungu hawezi choka na mimi, juu mimi napiga injili. Injili gani na, na uimasikini? Injili ni napiga, ha? siku moja itakuja kuleta fruit. Hei, hiyo fruit situ kule siku moja. Yo siku moja ni liini? Bibilia nasema kuwa na imani. Hmm. Kuwa hmm. na imani. Bibilia nasema kuwa na imani. Hii bibilia nimeshakumilia sana na hii bibilia kuwa na imani, kuwa na imani. Sawa apostol, kuwa na Sawa apostol, hei, hii imani iishi. Ukikuwa na imani ndio vitu zitakuwa sawa, unaona. Sasa wewe umeshinda hapa ume, unanigombanisha sijui nimefanya nini sijui nimepeleka sijui vitu wapi nimeenda sijui kwa mama Karimi sijui ni mtoto wa mama Karimi sijui ni mlimini mtoto. Nilisikia mama Karimi, nimeanza kumsikia kitambo, wana huyo mama Karimi utaniambia. Eh, sasa sura ndo umeanza mambo. ni umeanza necessary drama. Hakuna huyo mama Karimi, ni kama ni huo ndio mnakaanga na. Juu kuna siku umetoka umekuja saa 3 saa 4 usiku kwa nyumba. Umetoka kuombea mtoto wa mama. Huyu mtoto wa mama Karimi hapo nangi? Huyu mtoto ni mgonjwa. Na ni, ni mtoto mwenye anaweza yaani lazima umu, umuombe vizuri, unaona? Eh, yepo. Umuombe, umuombe. Ni mgonjwa, eh shwali. Hata eh, shule haendi sahi. Na si yake tu kwa nyumba. Si mama yake ampeleke usi. Usi aje na usi, na lazima ukuwe na imani kwa Mungu. Lazima ombewe kwanza ndio usi wakimtibu madawa zinafanya kazi chakula hatuna. Unajiona nikosea? Nakosea je? Aposo nakosea aje kwanza. Uona nikosea. Aje. Nikosea sana. Sana. Na kwani unajua mimi sitakupikia, ujipikie. Wewe ukitoka huko mbali, unataka kuhubiria watu, jipikie, mimi siwezi kukupikia, nikupikie nini? Unajua mambo ya Mungu si mambo ya dunia. Ai? Mambo ya Mungu si mambo ya dunia. Unajua hivyo? Anifanye aje. Mambo ya, ya nikishajua inaachajua nifanye. Acha nikuambie kitu, mambo ya Mungu inakuanga pole pole. Inaenda with time. Hakuna ti story ati. Kwani niko kuja hapo nihubirie? Si lazima nikuje ni hapo na chakula. Lazima nikuhubirie kwanza ndio. Unakuja hapo na chakula uniambie eh, hey babe, mimi sipendi kwa Mama Karemi. Ningefurahi hata Mama Karemi aishi. Sipendi venye unapinga mambo ya Mungu. Sipingi, si Mungu atapea mimi, namwomba lakini, huwezi omba Mungu with empty stomach eh? Wazi umesha shiba, ndio maana uko napiga injili kweli kweli. <laughs> Nimeshminanja nitasikia kweli nitasikia mambo, lazima mtu wa fast and pray. Wachani hiyo mm, mambo yako ya njaa. Mimi ninafast juu niko na njaa, juu sijakula. Unanifastisha kama sitaki juu una... mimi sta... nataka. Unaona bibilia bibilia inasema hivi, wacha kuniambia mambo ya bibilia. Niko na njaa, nitasikia aje mambo ya bibilia? Lazima nikuambie lazima nikuambie juu unapinga mambo ya Mungu. Acha kuchoka. Unachokaje na mambo ya Mungu? Mambo yako hizo zote solution. Sasa umeshaniongelesha hizo zote, tufanye aje? Tunaweza piga magoti tuombe. Arumu magoti gani? Nataka tuombe. Na njaa. Njaa. Uniombe na njaa. Mimi mwenye sisikia. Wewe kama watu uko nje wanadhani bibi yako uko sawa, kumbe hata yuko sawa. Basi uko sawa. Mungu amekulinda. Mungu amekulinda hivi vizuri. Wewe ni mrembo. Mungu amekulinda yani. E, e, Amen. Amen. Amen. Na niko njaa. Sasa nikikufa na hali sasa. Huwezi kufa na hali sasa. Kama Mungu wako kwa maisha yako. Hauwezi. Hey, hauwezi. Huwezi. Hey. Mimi nakwambia tu kuwe. Kesho sana mtu asikie mtu bibi Apostle alikufa na njaa na Apostle na mndango huko kuomba. Umebeba tena sasa na kesho, bibi. Sasa unaona hiyo kesho haita wewe. Yako NIV yako sini ni NIV ama ndio nini? Sasa sasa unaona venye una una una, una mock Bibilia. Sija mock. Na hiyo Bibilia ukimokivu unaendelea kuniudhi, unaendelea kunibodi. Na kudhi ni basi nigonge. Fikiri mimi. Sasa, umeanza kuleta maneno mengi kila saa kila saa. Najua tunalala njaa, hatuwezi lala njaa kama Mungu wako, hatuwezi lala njaa. Hiyo ni chakula si lazima, unaona Hey, wewe nafai ni kusomea Biblia vizuri. Yeah. Ndio ujue kenye Biblia inasema. Nimelala nje nimeamka mpaka saa hii ni, ni majioni. Sija kula. Hiyo maombi atanafanya nini? Tuko fast and pray hii mwezi. Na mimi si fast, na nani anakuambia na fast? Wewe ni apostle, mimi si fast. Lazima ufast wewe mke wangu. Shauri yako mimi ndafast ni sija kula na umekula kwa manyumba za watu. Nimekula kwa manyumba za watu waje. Ulikuwa na mimi nikikula kwa nyumba za watu. Uli, kwa nyumba. Na ulikula. Wewe kwa nini ukiona N chakula uachangi? Mimi. Eh. Mimi ndo unaniambia nile na kula kwa kwa eh, manyumba za watu. Eh. Si naona umeanza kuongea kama kichwa chako sasa umeanza kuona. Unanitusi. Na kutusi hapo. Hapo tu unanitusi. Unani bo, umeanza kule bo. Unanitusi bibi yako. Na kutusi Mama Karemi tena anaingiliaje hapa? Oh mama, nikimkuta ndio Mama Karemi anaharibia. Mama Karemi anaingiliaje hapa? Ulienda kutoka last year wewe unasikanga tu Mama Karemi. Kwa nini Mama Karemi mtoto wake mmoja tu ndio mgonjwa ama kuna watu wangapi? Huo mpango wako akaenda kuna wangapi? Unaona, sasa umeanza kunu, umeanza kunikera, umeanza kunikera, sasa umeanza kunikera juu mama ni huu mama tu, wewe tu ya kwanza, hauko patient, hauko patient. Sikia, unaenda kuombea mbaba wa mama tu e, wa mama wa mama wa mama sijui sikia, mbaba baba nani sijui, mtu wa kanisa yetu naenda kuombea ni wa mama. Eh, hawa mama wanakupenda sana. Ile siku yenye nilikwambia naenda kule brother Bernard, ile siku fulani si nilikwambia. Hata siku brother Bernard alikuwa bibi yake ndiye alikuwa. Bibi Ben alikuwa, alituwacha hapo tukimuombea. Alipiga simu. Benard alikuwa na bibi yake alikuwa, na li, mambo ya, ya Mungu msichana ati ati, Bena alikuwa na mimi nilikuwa hapo, ama uliona? Ayela bibi yake ni Ayela, ukasema basi namuombea. Bena alikuwa sasa, ndio nakwambia. Bena alikuwa hapo na Bena alikuwa hapo, Bena alikuwa ki spiritual. kwa nini mimi sikuwa namuona? sasa unaona, sasa unaanza kunipinga na nakwambia mambo ya Mungu, mambo ya Mungu ina take time. Oh, ambapo ndio kuna macho ya Mungu ya kimungu, Mungu ama spirit of God. Hey, yeah, na, si mimi ama Amolus ama, jua utaki nikutumia link aje. Si ni bibi yangu, lazima kuwe woman of God. Si naona ni bi, bi si eh, eh. Sasa umeanza kukua, umeanza kuku. kukuwa. Nimeanza nini? Nimeanza nini? Sasa kichwa chako ni ngumu eh, niko nje aki. Uh, tumeshamaliza sasa tufanya aje? Mungu atasaidia. Apostolo wa Kareni. Mungu atasaidia naomba mb... tuombe. Tuombe ni tuombe. Usiniombe, usijaribu kuniombe. Unapendi Injili, unapendi Injili. Bwana wako ni apostolo lakini unapendi Injili. Na mimi nataka aje? Sitoonanga nami nataka sande imetosha. Hakuna mambo imetosha hapo. Siku zingine enda enda omba, ombea hao watu kuja na pesa mtu hata ukiombeanga mtu tuseme umeombea umefanya wandas kwa mtu, mtu anakuambianga chukua hata hii pasta, chukua hata hii pasta. Mi ah, ah, sijasema Mungu, nimesema wewe chukua tu hii pasta unga ugali, um, um, enda tu pikie, unipeleke mama pikia ma chukua hii pesa pasta, asante kwa kazi yako safi. Huwa tukujanga pesa, kwani u ufanyani kazi safi? Nafanya kazi safi, nafanyia Mungu kazi. Si upo hata za macho hizo vitu zote za dunia pesa ni ya dunia, pesa ni ya dunia. Ngoja nikuambie hizo vitu zote za dunia Mungu pia aliziona. We cannot live by bread alone. Wanasemanga pia hata hiyo Bible yenyewe wanasemanga my people perish because of lack of knowledge. Au ufikiri ati unaomba na uko njaa? Ufikiri ndio maana unakufa. Hata mimi najua Bible, kwani sijui? Unajua Mungu alifast. Na alifast for long. Hata wewe unaomba for 40 days juu ni 40. Hata 40 days and

Mina, ni angaika, wezi angaika aje? Kwani tukianza na nawe hiyo miaka yote hadi saa hizi unaangaika, kwanzia lini uliangaika? ni, ni, ni, ni angaata... mm, kichwa ngumu, hiyo ndo ubaya, unataka kuniudi Unataka kuniona. No, no, unataka nirudi penye nimetoka. Sio rudi. Kwa Mama Karime sema tu unataka. Sio tunataka. Roho yako inataka. Arudi tu baba kula. Nenda kula. Uko anapika nini? Mwakimo. Narudi wapi? Sio kwa mwaka, Mama Karime. Kwani Mama Karime amefanya nini? Kama narudi wapi sasa? Sibi narudi kwenda kupiga Injili ni kuachie nyumba at least uone ni kama. Kupiga mpaka kesho kutu. Juu unaona ni kama uno. Tunaaji wengi sana nikikuja hapa. Ili. Kila saa tunaaji, tunaaji. Hii wiki tukusu. Mzima si upige tu. Usirudi hapa. Unarudi hapa kwa tafuta kazi baba. Eh. Bana, nimechoka na poverty. Niko na kazi, kazi ya kule eneleza njili ya Bwana. Hiyo hey. Ndo kazi yenye nilipatiwa na Mungu. Kueleza njili ya Bwana. Yaani hata Biblia inasema, inasema ah, kwa Biblia inasema hivi. Ah, eh? Ah. Nataka unisikie. Unaona venye kichwa ni ngumu, unataka kusikia vitu ah, zenye mimi nasema. Toi, toi nini hapa? Hata na mime, be, atana atana hapa, yangu ah. Bibilia nasema na nasema unaona wewe ume umeanza ume, ume kwa kichwa ngumu wewe mm, eh, utaki kusikia kenye mimi nakwambia, lakini wewe okay, kidogo kenye wewe unataka kusema, unataka bini kusikia. Wewe usikia, wewe tafuta kazi mm. Kazi niko nayo. Gani? Kueneza njia. Hata kwa last time tumekuwa apply ya kazi hapo, wanataka watu wawili wa ni machef na wewe najua kupika na uwezi enda. Lazima tupike injili. Wewe pikia watu kwa injili. Injili ndio tunapika. Wakarangie mbona kuweke waweke sana. Ndio hiyo. Amen